Jina Raila Amolo Odinga limeganda kwenye historia ya Kenya kama kiongozi aliyestahimili mawimbi ya siasa kizazi baada ya kizazi. Licha ya kuwa mstari wa mbele kwenye ajenda za demokrasia na mabadiliko ya taifa, Raila alikosa urais mara tano. Safin Achieng Ouma sasa anaangazia matumaini ya Raila yaliyozimwa kila mara alipojitosa uwanjani katika kushika usukani wa Jamhuri ya Kenya. Tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2022 tangazo la mshindi wa kinyang'anyiro cha urais lilitolewa kwa mazingira magumu. Ruto William Samoei, Mheshimiwa Raila Odinga akikosa ushindi. Ilikuwa mara yake ya tano kujitosa uwanjani na kushindwa kwake kuliwavunja moyo wafuasi wake waliokuwepo Bomas. Raila alipinga matokeo kwa msingi wa udanganyifu wa kura and and mara ya kwanza kwa Raila kujitosa kinyang'anyironi chini ya mwavuli wa National Development Party. Raila aliibuka watatu kwenye uchaguzi huo, marehemu rais Mwai Kibaki akiwa wa pili, huku marehemu rais Daniel Arap Moi akitangazwa mshindi mwaka wa elfu mbili na mbili. Raila aliweka kando azimio lake kumuunga mkono marehemu Rais Mwai Kibaki, lakini alijitosa uwanjani mwaka 2007 kama mgombea wa chama cha ODM, uchaguzi ambao umesalia kwenye daftari za historia ya Kenya kutokana na vita vilivyozuka baada ya Rais Kibaki kutangazwa mshindi, madai ya wizi wa kura yakusababisha vifo vya watu 1100 na watu elfu mia tatu hamsini kufurushwa makwao. Ilimbidi aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan kuingilia kati na kupatanisha Raila na Kibaki katika kile kilichojulikana kwa mara ya kwanza nchini kama serikali ya mseto. Raila aliteuliwa kama waziri mkuu. Raila alirejea kinyang'anyironi kwa mara ya tatu mwaka wa elfu mbili kumi na tatu mara hii dhidi ya Uhuru Kenyatta. Uhuru akashinda uchaguzi huo kwa asilimia hamsini nukta tano huku Raila akipata asilimia 43.7 ya kura, mheshimiwa wa Raila akatafuta hifadhi mahakamani, lakini mahakama ikaidhinisha ushindi wa Uhuru. Kwa mara ya nne Raila alitifua kivumbi debeni mwaka 2017. Mara hii kushindwa kwake kukaongeza kurasa kwenye daftari za historia baada yake kupinga matokeo katika mahakama ya juu. Ushindi wa Uhuru Kenyatta ulifutiliwa mbali na uchaguzi mpya kuagizwa kufanyika katika siku sitini <tune>